Kwa hivi sasa tukiangazia mengine ni kwamba watu wawili waliopigwa risasi siku tatu zilizopita katika eneo moja la burudani huko Kitengela kaunti ya Kajiado wanalilia haki wakitaka polisi kufanya hima kuwachukulia hatua wahusika. Kupitia wakili wao Daniel Kanchory, waathiriwa wametaka uchunguzi huo kutotatizwa licha ya wale wanaodaiwa kuhusika kuwa maafisa wakuu wa upelelezi. Haya yamejiri huku maafisa wa upelelezi na wale wa Halmashauri ya Utendakazi wa Polisi aipoa wakirejea kukusanya kanda za CCTV kusaidia kwa uchunguzi. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anatueleza mengi. Kanda hii ya CCTV eneo la tukio inaonyesha dakika chache kabla ya watu wawili kupigwa risasi. Kanda inanasa muda mchache baada ya vijana wanaodai kuzua vurugu kufurushwa ndani ya eneo hilo, wanarejea na kuanza kurusha mawe ndani ni hapa milio ya risasi inasikika. Wa mbele anarudi nyuma, huku mwenzake akirusha jiwe. Sauti ya risasi inasikika, anainama na kurusha tena. Malumbano yaliyoendelea kwa zaidi ya dakika tano, yakiwaacha watu wawili na majeraha ya risasi mmoja akihudumiwa chumba cha wagonjwa mahututi baada ya kupigwa risasi tatu na mwingine yuko wadi baada ya kupigwa risasi moja. Kanchori, uh, uh, amesisitiza kamwe hawatasusia hadi pale wawili hao watapata haki. Independent police oversight and the director of criminal investigation. And because we are told that there are police officers who are inform, involved, sorry, that the highest, uh, level of, uh, investigation to be brought here. maafisa wa upelelezi wanaochunguza kisa hicho kinachodaiwa kuhusisha maafisa watatu wa polisi wakiwemo maafisa wawili wakuu wa upelelezi Walirejea eneo la tukio, walikopata kanda zaidi za CCTV. Maafisa wa IPOA pia walifika eneo la tukio kwa shughuli sawia. Polisi wanashikilia kuwa afisa mmoja kati ya wawili waliokuwa kwenye eneo la tukio ameandikisha taarifa na kusalimisha bunduki yake. Haya yamejiri huku wafanyibiashara eneo hilo wakilalamikia kile wanadai ni utovu wa usalama. Wanasema siku moja kabla ya tukio la ufyatulianaji risasi kuna wezi waliovamia eneo hilo. Tungetaka polisi watupatie security, watuongezee kama itawezekana, watupatie AP awe hapa usiku, ndio hizi visa za ulaghai la wizi na kupigana marisasi zisiwe katika hii kompleksi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.